Sisi ni delightful girl. Sisi ni washindi kutoka Zanzibar. Huko Zanzibar tulipangwa magrupu matano ambapo kila grupu linatakiwa liangalie matatizo yalikwemo katika jamii yetu. Sisi grupu letu likaona kama kuna tatizo kwenye jamii yetu la umeme. Huwezi ukatia umeme online. Unaweza just kununua umeme online na pia hiyo inaweza kuwa matatizo dangerous. Kama usiku kuna mvua umeenda pale kwenye mita unaweza ukapata electric shock, na hata kama ipo ndani. Kwa hiyo sisi tukaja na solution hii hapa ambayo inaitwa inakusuluhishia Purples. Purples, ina kutia umeme online bila ya kwenda nje kujitafutia matatizo. Ukitaka kutumia Purples ni lazima uwe na vitu vitatu. Uwe na nini, umeme wenyewe ndani ya nyumba. Uwe na meter device, uwe na ezi pesa, mpesa, tigo pesa, paying mechanism. Ukishaingia kwenye platform itakuletea form ambayo unatakiwa utie meter number yako ya hiyo meter. Halafu unatia token number. Situkule tumesema utakuwa na vitu vitatu, kwa hiyo kitu kimoja ni mpesa. Ukishalipia umeme, itakupa token number ambayo utakuja kuitia hapa. Halafu utabonyeza send. Ukishabonyeza send, itakuletea payment confirmation kama ume successfully kutia umeme Itakuwa umeme ushaingia, itakuletea tarehe uliyokulipia kule, hizi pesa pesa uliotia na siku uliojaza ile fomu yetu. Kwa hiyo itakuwa ushaingia umeme na bila matatizo, just online, ujaenda popote. Thank you.